Msaidizi wa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Mashariki amewataka waumini kuwa na matendo mema ili muda wao wa kuondoka duniani utakapofika wakumbukwe kwa mema waliyofanya. Akihubiri katika ibada maalum ya kuuaga mwili wa Askofu Oscar Stephen Mnuna wa Kanisa la Anglikan Dayosisi ya Newala aliyefariki dunia mkoani Mtwara, Msaidizi wa askofu wa kanisa la kiinjili la kilutheri Tanzania, dayosisi ya kusini mashariki, mchungaji Geofrey Mposola amesema kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hakika atakufa, hivyo amewataka kutenda matendo mema badala ya kuwaumiza watu wengine. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Yesu anataka sisi, mimi na wewe, tutengeneze maisha yetu, tutengeneze kifo chetu, tuandae kifo chetu vizuri. Sasa nikisema hivyo, watu mnacheka mnafikiri kwamba natania. Wewe utakufa hautaishi, na mimi nitakufa, sitaishi milele. Kwa hiyo kifo ni lazima, na Biblia imetuambia hakika utakufa. Sasa kama hakika utakufa, shida tu ni kwamba nani anaanza. Tungesema hapa tuchaguane, nani anaanza, wote tungekimbia. Baba yetu mkuu wa mkoa angekimbia, DC angekimbia, maaskofu wangekimbia, na mimi msaidizi wao ningewafuata, nawafuata, nakimbia, kwa sababu kifo kina tisha. Kwa nini tunakimbia? Hatujajiandaa kufa. Ukaipata kwa hila ukatumia njia za hila ukaumiza mtu ukatesa mtu na mtu akalia na damu ikamwagika. Ile damu Mungu ataitaka mikononi mwako, yale machozi Mungu ataitaka mikononi mwako. Tumesoma hapa sauti ya damu ya Habili ililia mbele za Mungu na Mungu akatoa laana kwa Kaini, akaambia ulaaniwe wewe na damu na na ardhi iliyopokea damu ya Habili. Nataka kusema ndugu waombolezaji, huko maofisini roho ya Kaini inatenda kazi lakini ndugu yangu, mtu aliyepewa na Mungu nafasi ataheshimu walio juu yake, ataheshimu walio chini yake, atawatumikia walio juu yake, atawatumikia walio watumiki wali chini yake, hawezi kusababisha maumivu kwa wengine. Aidha, mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanal Patrick Kenan Sawala ni miongoni mwa viongozi wa serikali waliopata nafasi ya kutoa neno la faraja kwa familia, ambapo wamewataka waombolezaji na watu wote kuwajibika katika nafasi zao, sambamba na kutoa pole kwa familia. Tunaomba tuendelee kumwombea kiongozi wetu ili aendelee kupata pumziko jema la milele maandalizi. Kila mtu anawekwa nafasi yake. Kwa mfano mimi ni mkuu wa mkoa, je, kujiandaa kwangu ni kwenda kutoa sadaka tu kanisani, kutenda matendo mema kulingana na Biblia au kusoma Biblia? Lakini kumbe kuna kujiandaa kwingine kubwa zaidi. Wewe kama ni injinia, wewe kama ni mwimbaji, kama alivyosema, je, tumetimiza wajibu wetu? Wajibu wangu ni kuhakikisha nawasaidia Wanamtwara na nashirikiana nao kuondoa umaskini, kuhakikisha ufaulu wa watoto unaongezeka kwa kisha huduma bora za afya zinatekelezwa. Je, katika yale yote nimeyafanya, mi naona ndio ili kujiandaa. Je, nakuta mtu yuko hospitali pale, kila moja kwa nafasi yake, anashindwa kupata huduma kwa sababu hana bima ya afya. Nini nimekifanya mimi kumsaidia huyu apate huduma ya afya? Kwa hiyo naona kuna kujiandaa zaidi ya kutenda matendo yale mema, tunatakiwa tutende matendo ya huruma itusaidie na sisi kuacha alama za kuwatendea watu mema ili siku ya mwisho tuweze kuurithi uzima wa milele ibada hiyo pia imehudhuriwa na viongozi wa dini mbalimbali mbali. akiwepo askofu wa kanisa katoliki mtwara titus mdoe askofu almasi pamoja na askofu mstaafu wa kkkt dayosisi ya kusini mashariki lukas mbedule mwenyekiti wa cct wilaya ya mtwara mikindani na wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali mbali za kifedha wameeleza namna walivyoguswa na msiba huo na vile walivyofanya naye kazi kabla ya mauti uwezo wake wa kuwa na akili ulikuwa mkubwa lakini, somo moja tu alilolipenda darasani ni Agano la Kale. Na hapa nakumbuka jambo moja, alisema hivi, wanaoleta matatizo kwenye taifa ni wale waliozaliwa njiani. Kwa nini anasema waliozaliwa njiani? Ni kwa sababu hawaijui taabu ya Misri, maana hawakuwapo, na wala hawaijui raha ya Kanaani kwa vile hawajafika. Hilo ndio Agano la Kale na huyo ndio Oscar Stephen Mnuna. Tunamshukuru Mungu sana kwamba mimi nilikuwa sehemu ya watu niliyokaa naye darasa moja kwa miaka mitatu, lakini pia alipofanyika kuwa askofu wa dayosisi kule Newala, sisi kama mama alikuwa kaka, alikuwa rafiki, alikuwa ndugu, lakini Mungu amenirudisha mapema wiki moja kabla kaka yangu hajaitwa. Huenda ulikuwa ni mpango wa Mungu nirudi ili niushuhudie mwisho wa yule ambaye tuliishi pamoja katika safari ya utumishi wetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo mema aliyomtendea. Amefika hatima ya maisha yake. Sisi wote tumekuja hapa kwa ajili yake kumsindikiza, na hatimaye atamwingiza katika uzima wa milele na kumwambia vema, mtumishi mwema, umekuwa mwaminifu wakua kidogo, basi sasa uingie katika ufalme ambao umeandaliwa raya milele. Umpe Bwana. Tulikuwa na timu yetu ya maaskofu, wapenda kuzungumzia juu ya jamii, mara nyingi kushauriana kwenye kundi letu. Alikuwepo yeye, baba Askofu Mnuna, baba Askofu Bagonza, baba Askofu Munga amefariki sasa, baba Askofu Mdegele aliko mzima. Kwa hiyo baba Askofu Bagonza yuko nje nchi, anasema niseme hivi, kwa familia, pole sana, lakini anahakika kwamba baba so Mnuna, kazi yake ya kuwa msemaji wa jamii itadumu miongoni mwenu. Naomba niungane na nyinyi ni tena kanisa la Anglikan Newala katika msiba huu poleni sana, na Mungu awe faraja na tulizo okay. Kwetu, asante sana baba. Nakumbuka niliandika barua kwake kuomba nafasi katika majengo haya ya parish hii tufanye ofisi yetu, na hakusita kutu ulimshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, lakini pia mara nyingi tulipokusanyika hapa alikuwa na, na furaha ya kipekee tunapokusanyika na kufanya shughuli zetu za CCT mahali hapa hasa anapokuwepo. Kwa hiyo mimi nasema poleni sana na Mungu awabariki ndugu zetu Anglikana, tuko pamoja katika hili na sisi tunaungana na waombolezaji wote kutoa salamu zetu za pole kwa familia, kanisa na wanamtwara na dayosisi. Pole yeah, sana, na sisi tuko pamoja na mii kaanaan ni kiripoti kutoka hapa kanisa la Anglican lililopo ndani ya Manispaa ya Mtwara Mikindani. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.